Na muholigani ndugu msikilizaji, karibu muda na wakati mwingine katika mwendelezo wa sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri, simulizi iliyojaa visa na mikasa, mafunzo ndani yake, simulizi inayokwenda kwa jina la Penzi la Jambazi huna mwendelezo wa sehemu ya pili. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya kwanza. Jese alitabasamu, naye, labda tuwe kitu cha tatu, kitu ambacho historia itakikumbuka. Walitazamana, upepo wa moto wa mapenzi ulianza kuvuma, lakini nyuma ya mioyo yao kulikuwa na masharti. Kila mmoja anapaswa kumuua mwenzake. Sasa tuendelee katika sehemu ya pili. Usiku ulivyotanda kwenye anga la Dar es Salaam, kulikuwa na utulivu usio wa kawaida. Katika nyumba ya kifahari iliyojificha Oysterbay ndani, Nadia alitembea taratibu ndani ya chumba chake kikubwa kilichojaa harufu ya lavenda, akijitazama kwenye kioo huku akivua heleni zake polepole, lakini fikra zake hazikuwa kwenye urembo, bali zilikuwa kwa yule kijana aliyemvutia usiku wa jana. Mwanaume wa kipekee, alikuwa tofauti, hakuwa na harufu ya tamaa kama wanaume wengi waliowahi kumpapatikia. Alikuwa kimya, mwenye macho ya uchungu mwingi uliofichwa, na bado ulimwengu wake ulimshtua, ulimshtua Nadia kiasi ambacho hakukitegemea, lakini hakuweza kuamini haraka. Aliwahi kupendwa na ikawa chanzo akusalitiwa vibaya mno. Mtu pekee aliyewahi kuvunja ngome ya moyo wake alikuwa ndiye alimweka mtegeoni kwa mara ya kwanza. Lakini Jese alikuwa nani hasa na alikuwaje mahali pale kwa muda ule? Maswali haya hayakuacha kichwani mwa Nadia Salama. Hakujua Jese pia alikuwa akitafakari picha yake ile ile. Usiku huo huo, akiwa ndani ya nyumba yake ya siri Pezibichi, Jese alikaa mbele ya kompyuta yake, macho yake yakielea kwenye faili lenye jina "OP Nadia execute within 28 days". Alisoma tena kwa mara ya kumi picha ya Nadia taarifa zake na historia yake ya kijasusi, yote yalieleza hatari yake. Mwanamke huyo alikuwa muuaji wa hali ya juu, mwenye rekodi ya kutoweka kama moshi kila baada ya mauaji makubwa. Serikali ilimtaka afutwe kabisa katika dunia na katika uso wa dunia. Lakini moyo wa Jese haukuwa sawa, kulikuwa na kitu ndani yake juu ya Nadia kilichomvutia mno, sio tu uzuri wake, bali machungu aliyoyaona machoni mwake. Alielewa maumivu yale alishayapitia. Alisimama, akatembea hadi jikoni akamimina whisky kwenye glasi na kuinywa kwa mkupuo mmoja halafu, akachukua simu yake, akapiga namba ya wakuu wa operation. Nahitaji muda zaidi, alisema kwa sauti ya thabiti, hawezi kuwa target ya kawaida. Nataka kumfahamu vizuri kwanza. Jese, sauti nzito ilijibu, usifanye kosa la kihisia mwanamke huyo ni silaha ya kutembea ukihisi mapenzi kwake hakika unajichimbia kaburi lako mwenyewe lakini Jese wala hakujibu alikuwa ameshaamua hakutaka kumuua yaani kumuua Nadia bila kujua kiini halisi cha maisha yake Siku iliyofuata jioni, Jesse alirudi kwenye Grave Lounge kwa matumaini ya kumwona tena, na kweli kama miujiza, Nadia aliingia. Safari hii akiwa amevaa suruali ndefu ya leza na crop top nyeusi. Macho yake yalikuwa ya ajabu, ya kuvutia na ya kuogopesha kwa wakati mmoja. Alimkuta Jese tayari ameketi mezani akiwa amemwandalia glasi na waini. Nadia alitabasamu, una uhakika si sumu? Ukinywa yote na usife, nitajua ulikuwa tayari umeshaizoea. Waliingia kwenye mazungumzo mepesi ya kawaida, siasa, muziki, maisha ya usiku, lakini ndani ya mazungumzo hayo kulikuwa na mvutano mkali wa hisia usionekana kwa macho ya kawaida. Unapenda kuua? Jese aliuliza ghafla, akiwa anamtazama moja kwa moja. Nadia alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema sipendi Lasi, lakini sipendi kuwa mfu pia. Kwa hiyo ni kujilinda? Ni kujilinda na kulipiza. Kwa nani? Haya ni majelaha ambayo si rahisi kuonyeshwa kwenye TV. Kimya kilitawala mezani, kila mmoja alihisi huzuni ya mwenzake, lakini pia walihisi kitu kingine kizito kilichoanza kujengeka, upendo wa hatari. Usiku huo Nadia alirudi nyumbani akiwa na kizunguzungu cha mawazo. Alihisi kama amekutana na mtu ambaye anaweza kumvua gamba la chuma alilojijengea kwa miaka. Aliingia bafuni, akasimama chini ya mvua ya maji ya moto. Jese, anaweza kweli kuwa rafiki au ni mmoja wa watu waliotumwa kuniua? Lakini kila alipofikiria hilo, moyo wake ulitaka kukanusha. Alitamani Jese awe wa kweli, alitamani kwa mara ya kwanza katika maisha yake yaani kupendwa bila masharti. Aliamua kuchukua simu yake, akampigia mtu wa karibu zaidi aliyebaki naye, Tony, dereva wake, msaidizi na mshauri wa karibu. nataka ufuatilie wewe, nataka ufuatilie huyo mwanaume aliyejitambulisha kama Jese, tafuta anapotoka, anapoishi kazini kwake. Sitaki kushangaa baadaye. Toni alifanya kazi yake kwa kueledi. Siku mbili baadaye alirudi na taarifa: Jese anatajwa kama mfanyabiashara wa IT, lakini hakuna kampuni inayotambua jina hilo. Pia ana nyumba ya kifahari Mbezi, lakini haonekani kuwa na vyanzo halali vya mapato kuna uwezekano mkubwa kuwa ni mpelelezi au zaidi ya hapo. Nadia alisisimka, machozi yalijaa kwenye kope zake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, sio? alisema kwa sauti ya huzuni. Nilianza kuamini kuwa labda dada huyu alikuwa tofauti, lakini badala ya kukasirika, moyo wake uliumia kwa sababu ndani yake tayari alikuwa ameanza kumpenda Jese. Kwa kweli, sasa alikabiliwa na chaguo gumu: kumuua Jese kabla ajamaliza kazi yake, au kukubali hatima yoyote ambayo mapenzi yangezaa. Nadia aliandaa mtego, alimtumia Jesse ujumbe mfupi: najua ukweli wako, kama utaki nikufute kwenye dunia hii, njoo peke yako Warehouse ya zamani Kurasini, saa tatu usiku. Jesse alipopokea ujumbe huo alitabasamu kwa huzuni, alijua muda wa maamuzi umefika. Aliwasha gari lake na kuelekea Kurasini bila bastola, bila msaada, kwa sababu naye alikuwa tayari kumpenda Nadia. na kama ni kufa basi afe mikononi mwa mwanamke aliyegusa moyo wake. Giza la weausi lilikuwa limejaa hatari, huzuni na penzi la hatari. Hii ni sehemu ya pili ya simulizi hii nzuri ya penzi la jambazi, ni simulizi iliyokuwa na ubora, utamu wa kila namna. Je, Nadia atamuua Jese au Jese atamshawishi asalimishe moyo wake na sio bastola yake? Je, serikali itaingilia kati kabla mambo hayajaharibika? Endelea kufuatilia penzi la jambazi sehemu ya tatu, kifo au mapenzi. Hii ni simulizi Tz na milango jina ni Mr. A romantiki kutoka pa pa Simulizi TV. Usisahau ku subscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Asante na kwaheri.